Akiwa ziarani jijini Nairobi, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul alifanya mazungumzo na waziri kiongozi wa Kenya ambaye pia ni waziri wa mambo ya nje Musalia Mudavadi. Wadephul amesema kuwa licha ya changamoto zinazoukabili Umoja wa Mataifa bado ndio taasisi halali ya kimataifa katika kusimamia amani duniani. Wadephul amesema Kenya na Ujerumani zimekubaliana kuimarisha mazungumzo ya kisiasa hasa kuhusu usalama wa kikanda na diplomasia ya kimataifa. Tumekubaliana kuimarisha mazungumzo yetu na kujadili masuala muhimu ya uthabiti wa kikanda na kimataifa. Kenya ina nafasi muhimu kama mpatanishi na inawajibika sana katika maswala ya amani Somalia na Haiti jambo habari zenu. Kwa upande wake Musalia Mudavadi amesema juhudi za kimataifa zinapaswa kuelekezwa katika kuimarisha Umoja wa Mataifa badala ya kuanzisha mifumo mipya inayoweza kudhoofisha uratibu wa kimataifa. Mudavadi amesisitiza kuwa Kenya haijapokea mwaliko wa kujiunga na kile kinachoitwa Baraza la Amani. Waziri huyo wa Kenya ameitaja ziara ya Vadeful kuwa ni ushahidi wa uhusiano mzuri unaoendelea kuimarika kati ya mataifa hayo mawili. This visit is Ziara hii ni ishara ya uhusiano mzuri unaojengwa juu ya demokrasia, kuheshimu sheria za kimataifa, na dhamira ya dunia yenye amani na haki. Kauli hizi zinakuja wakati kukiwa na mjadala kuhusu mpango wa Marekani wa kuanzisha baraza jipya linalotajwa kusimamia ujenzi wa ukanda wa Gaza, jambo linaloibua hofu kuwa linaweza kupanua majukumu yake hadi migogoro mingine na hivyo kuleta changamoto kwa Umoja wa Mataifa. Ziara ya Vadeful katika Afrika Mashariki ni ya siku mbili ikijumuisha Kenya na Ethiopia. Jijini Nairobi, alitembelea kituo cha mafunzo ya amani pamoja na taasisi ya elimu inayofadhiliwa na kampuni ya Kijerumani, na huko Addis Ababa amefanya mazungumzo ya kisiasa na ziara katika makao makuu ya Umoja wa Afrika.